Okay, huganigani mpenzi mfuatiliaji na mtazamaji wangu wa JJM Media Production, ukaribishe tena kwa mara nyingine uweze kuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho. Leo nipo na somo dogo kabisa ambalo litakwenda kukusaidia kukuongezea, kitu kwa wale ambao wanahitaji kufanya mziki ambao una toni nzuri kabisa. Baada ya kufanya kila kitu, unataka kushape toni ya mziki wako. Leo nitakwenda kukuonyesha plugins mbili ambazo ni nzuri kwenye masuala ya kuboresha toni ya voko zako, aidha ni back voko ama leading voko. Okay, tuende pamoja. Okay, basi bila kupoteza muda, tunazo hizi plugins mbili. Plug ya kwanza ni hapa, inaitwa Xvox, Xvox Tone. Plug ya pili ni Xrack toni. Hizi zote ni plug ambazo zinafanya kazi moja ya kurekebisha toni yako katika voko zako, either iwe katika lead voko au katika backing voko, lakini pia unaweza ukashape toni ya kwenye mziki wako wa pia, kama umepiga beat unataka ku shape baadhi ya maeneo ni kama IQ tu lakini yenyewe ina kalaza ina fulani ambayo inaongeza inayafreshi na vitu tofauti tofauti ndani. Okay, basi tutakwenda kuangalia tofauti ya hizi plug mbili, zote ni za toni, tutakwenda kuziangalia kwa umakini kabisa. Kitu cha kwanza kabisa kwenye upande wa Xvox kuna hii sehemu hapa, yenyewe imebeba vitu vifuatavyo: kuna modem kama unavyoiona alama modem, kuna clear kuna vintage kuna nice alafu kuna shapa. Hivi ndio vitu vya kwanza kabisa ambavyo vipo katika Xvox tone. Tukija kwenye Xrack hapa, kuna clear kuna present pre, pre, presenti, alafu kuna warm kuna blue kuna tubu, halafu kuna clarity. Okay, lakini tukija maeneo ya chini hapa kwenye analyzer, kuna hii analyzer yake na hii analyzer yake. Tofauti nafikiri unaiona katika muonekano, lakini pia katika ukubwa. Pia nafikiri unaziona zinatofautiana ukubwa. Lakini kitu kingine ni hapa sasa kwenye sehemu ya kushape ile toni yako ukija kwenye upande wa Xvox. Xvox ni kali sana, kama ushawahi kuitumia ni kali kweli kweli, na hii yote ni kampuni moja. Hii hii ni kampuni moja inatengeneza hizi plug mbili tofauti, ni kampuni moja. Kwa hiyo huku kwenye Xvox kuna vipengele vichache vya kuseti toni yako. Kuna low kipandisha, nafikiri unaona hapa, kuna low, kuna midi lakini kuna high mwisho kabisa kuna kitu kinaitwa air. Nafikiri ukiona unapandisha hivi ile unaiona, hiyo ndio air. Okay, lakini huku kuna sehemu sasa ya kushape ile tone yako. Kama unakata low, unakata huku, unakata high, unakata huku. Kama unavyoweza kuona, ni very simple hata kuitumia, lakini pia kwa matokeo mazuri kabisa, unaweza ukaitumia ikubwa tu una masikio mazima, nasikia vizuri sababu inaweza ikakuharibia ama ikakufanyia kitu kikapendeza, kama unavyoona kizuri kabisa. Tukija kwenye Xrack ki yenyewe, inaanza na sabu. Maana yake kwenye upande wa frequency hapa, hii ya X vox frequency zinaanza mia moja na themanini hazi hii huku inaanza 125 maana yake inaanza kucheza kwenye maeneo ya chini kabisa, ndio maana ina upande wa sub. Hii ina sub, inaanza kwenye low. Kwa hiyo, hii maana yake imeboreshwa zaidi kwenye masuala mazima ya toni. Hii nitakuwa ni kubwa zaidi ya hii, kwa hiyo inaanza na sub. Kwa hiyo, unaweza ka shape hata beat yako. Yeah, inaanza na sub, inakuja low, inakuja mid kama kawaida, inakuja high mid Ona, lakini inakuja na high kama high, kwa hiyo ina vipengele vingi zaidi kwa hiyo inakupa uwanja mpana zaidi ya hii. Hii uwanja wake ni mchache, ina dili na sehemu chache, na low, midi na high. Hii na sabu, low, midi, high, midi, high na air, kama unavyoona okay. Lakini kama kawaida tena, kwa ajili ya kukata voko zako kama unavyoweza kuona okay, basi Hichi ndio kitu ambacho nimeweza kuleta siku ya leo. Basi unaweza ukanicheki kama unahitaji ukajua namna gani unaweza kupata. Lakini ndani mko, kuna preset zake zipo. Zipo preset mbalimbali ambazo zimewekwa na huku pia kuna preset zake ambazo wameweza kukuwekea. Okay? Ni kampuni inafanya vizuri sana katika masuala ya vocal. Okay? Basi nikutakia wakati mwema, YK Media Production, kwa kupata maplagi makali kama haya, basi unaweza ukanicheki tu hapa, ukajua kuyapata kwa haraka zaidi lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ili tuweze kwenda pamoja. Nikutakia wakati mwema, goodbye.